Mnajua, kuopa Mungu, kuopa watu, kujali watu, kuwa na hata eh, haibu kiasi kunatusaidia saa zingine kama watu. Lakini kama hatu, hatuope Mungu hatuope pia watu, hatuna haibu ye maisha yetu yanaweza kuharibika, lakini hizi zote yule jaji hakuwa nazo. Kazi ya jaji ni kutendea haki, lakini huyo wa masomo ya leo ni jaji dhalimu. Mama yule walimwendea mara nyingi kwa sababu ya kesi yake. Alikuwa anataka kutendea haki, angaliendea mara moja tu sangalisaidiwa, lakini alienda mara kadhaa mpaka jaji kuchoka naye. Jaji alimtendea haki ili awe na amani asisumbuliwe tena. Yesu anatufundisha kuwa na bidii katika maombi yetu, tuombe bila kuchoka, bila kukata tamaa. Yule mwanamke mjane hakukata tamaa.